Sana wana Melissa kwa kunipea fursa hii niweze kuongea. Kwanza kabisa kwa introduction bar, tuko Embakasi South, Nairobi, tuko Mukuru kwa Ruben, Mukuru kwa Nchenga, kwa Railway Station. Hii ni punge la mwananchi la Mukuru kwa Rubeni. So, wapunge pao ah. Leo hii nataka ni nifuke mipaka ya ni Nairobi niingie Uasin Gishu pale Kapsaret constituency. Mahali ambapo mupunge mchapakazi ambaye ni mkarapati Bwana Oscar Kipchumba Sudi anatoka chusi. Nimeona huyu mtu wa mitego akiongelea Bwana Oscar Sudi ambaye ni mchapakazi, yes. Nimeona huyu jamaa akisema jamii ya Central Kenya inapelekewa mambo ya pombe ya sumu, lakini pale kunapelekwa vitu musuli kukuna. musuli Ningependa kuuliza Yes. Kuuliza huu jamaa wa mitewa wakati ulikuwa mbunge kama Oscar Sudi saa hii ulifanyia nini watu wa Matira? Jambo la kwanza Oscar Sudi tunamtambua kama mtu mchapakasi. Mbunge mchapakasi. Hey! Mbunge ambaye hata pesa ya Finland ambayo ilikuwa ya watoto kwenda kusoma ilikuliwa, yeye ndiye alikuwa mbunge wa kwanza kukasifu hey! Kwa hivyo bwana Oscar Sudi mimi nataka nikuhakikishie Nikwambie ya kwamba wakati mupisi anapika chakula chikoni, mosi inamsumbua. kwa hivyo, hii mambo ya Gachagua kukuongelea mbaya, sababu ya ile kazi unafanya, hii ni ile mambo ya mosi kusumbua sumbua mupisi, lakini chakula lazima ipe. Yes. Kwa hivyo, mbunge ambaye mimi namheshimu hata kama ninatoka eneo la Nyanza bande ya Kisii huko mahali Silvanus Osoro anatoka, mimi nataka ni kuambia ile kazi ambayo ulifanya ya empowerment kwa youth, ile ni jambo ya maana sababu ulipea watu wengine bodaboda boda, pikipiki matatu na mambo ingine mingi, ulisaidia. Jambo la kwanza mpunge usikasudi, wanasema we ujui kusoma. Wao ambao wanajua kusoma wamefanya nini kwa maeneo yao wawake? Hiyo mchezo ya baka na panya ya kukuchafulia china, maana wewe ulichaguliwa na watu wa Kapsaret, na wewe umeangalia ukaona watu wa Kapsaret ile kitu wanataka na umefanya. Sisi wa Kenya kwa jumla kwa sauti moja tunasema, viongozi wetu popote ambapo walipo wale wa nyasa wale wa sentiro waige mfano wako, maana wewe ni njiniya ukarabati Oscar Sudi. Kwa hivyo mimi, mia kwa mia, unafanya kazi mzuri, endelea hivyo na Mungu atakuja kukusawadi. Asante sana kungu